Hello, habari kwa majina naitwa Dr. Merry. Mimi ni mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Pia mtafiti wa miti mbalimbali mbali ya asili na marazi mbalimbali mbali. Karibu sana katika darasa hili, mpendwa mtazamaji wangu. Namshukuru Mungu si jambo. Vipi huko hali yako wewe hujambo? Karibu tuendelee kujifunza madarasa mazuri ya miti. Namna ya kutatua changamoto katika mazingira yetu kila siku. Cha msingi uwe na imani kingine, unapofanya tiba basi fanya tiba kwa muda mrefu, ili uweze kupata matokeo mazuri. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, na kuomba subscribe, share video na wengine wakajifunze hiki ambacho naenda kukufundisha, kitu kizuri kabisa, dawa na tiba ya mmea wa mvute au kwa jina lingine tunaouita Lantana kamara. Mmea huu ni mmea ambao umekuwa na sifa nyingi, na mmea huu umekuwa ukipendwa sana kupandwa katika mazingira, mashamba pamoja na uzio mbalimbali za nyumba. Hivyo mmea wa Lantana kamara ni mmea ambao unatumika matumizi mengi ya kiroho na ya kimwili, na pia matumizi mengine katika kusafisha nyota na kutengeneza mvuto. Lantana Kamara au mvuti majani yake, kama wewe unasumbuliwa na kikohozi, basi pendelea kuchemsha majani mabichi ya mmea wa mvuti kila siku uwe unakunywa kikombe cha chai kutwa mara tatu. Unasumbuliwa na kikohozi muda mrefu, basi hakikisha kila siku asubuhi, mchana na jioni uwe unakunywa kikombe cha chai cha majani ya Lantana kamara, majani peke yake. Mpendwa mtazamaji, kikohozi kinakusumbua mara kwa mara Tiba ndo hiyo tiba yake, utaifanya ndani ya siku kumi mpaka siku kumi na nne, itakusaidia sana wewe ambao unasumbuliwa na kikohozi. Na pia Lantana kamara majani yake ni tiba nzuri sana ya vidonda vya tumbo. Njia na matumizi yake ni hayo hayo, namna ya kutumia kutwa mara tatu kutwa mara tatu kwa kikombe cha chai majani yake, hakikisha umechuma majani mabichi. Mpendwa mtazamaji wangu, bado naendelea kukupa faida, kwa hivyo nakuomba subscribe, share video na wengine na wakajifunze. Mpendwa mtazamaji wangu, Lantana Kamara ni mmea ambao utakusaidia sana wewe ambao unasumbuliwa na maradhi ya tumbo, maradhi ya tumbo chango pamoja na ngiri. Ehe, unafanyaje? Unatakiwa uchume majani ya mmea huu na uyatumie kama kuchemsha na kunywa kila siku asubuhi na jioni. Wanaosumbuliwa na tumbo, itakusaidia sana kupunguza maumivu ya tumbo kwa asilimia mia, mia. Huu mmea sio mmea wa kawaida na sio mmea wa kubahatisha bahatisha, ni mmea ambao una uhakika kabisa asilimia mia, mia, unatibu maradhi ya tumbo. Naenda kukupa faida nyingine. Faida ya nne ya mmea wa Lantana Kamara, mmea huu kwa wanaosumbuliwa na bawasiri. Yaani bawasiri yako inakusumbua sana, ukienda haja kubwa damu inatoka, ukienda haja kubwa nyama inatoka chini, basi hakikisha unakunywa Lantana Kamara kikombe kimoja asubuhi na jioni. Hakikisha unatumia majani haya mara kwa mara, yatakusaidia sana na pia unaweza ukapondaponda haya majani ukatengeneza ujiuji uji wake na ukawa unapaka sehemu ambayo kuna uvimbe wa bawasiri mpendwa mtazamaji wangu hizo ni faida ya mmea wa lantana kamara katika kutibu bawasiri na wale wanaosumbuliwa na maradhi ya tumbo kama nilivyokuelekeza. Kwa mmea huu unafanya vizuri sana. Tuje kwenye upande wa mvuto na mambo ya kiroho. Hakika hii ni maajabu makubwa sana ya mmea wa Lantana Kamara. Utachuma majani haya, muda wa kuchuma kabla jua halijachomoza. Na unapoenda kuchuma majani haya ya Lantana Kamara, hakikisha uwe na sadaka, mchele, nafaka nenda, katie nia yako, piga hodi katika huo mmea na utamwaga mbegu za nafaka ambazo unazo. Ukishamaliza kumwaga nafaka zako, basi unachuma majani haya kabisa. Chuma kwa nia safi ya kwenda kusafisha mwili na kupandisha nyota. Utakuja nayo nyumbani, haya majani utayakausha kwenye kivuli, yakauke kabisa. Ukishamaliza basi, haya majani utatumia kujifusha kwa ajili ya kutengeneza mvuto na kuongeza aura yako. Yaani aura ni nyota, kwayo nyota yako mvuto wako unatakiwa uinue kutumia majani haya ya mmea huu wa mvuti. Mvuti una maajabu makubwa sana. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu wa Dokta Merry hizi ni faida za huu mmea wa mvuti, na kama unanyanyua nyota yako inyanyuke ing'are, basi tumia siku kumi na nne kujifusha haya majani, kujifusha haya majani, unajifusha asubuhi na jioni kwa siku kumi na nne. Mpendo mtazamaji wangu na kuomba subscribe. -u. Share video na wengine wakajifunze like, na toa maoni yako hapo katika comment. Kama umefaidika na darasa hili la mmea wa mvuti, basi nakushukuru sana kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Tutaonana katika darasa jipya zuri na la kupendeza. Kama wewe unasumbuliwa na marazi changamoto zote za kiafya na za kiroho, pamoja na kazi, biashara, mapenzi bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 ishirini na tatu ishirini themanini na moja ushauri whatsapp pamoja na tiba whatsapp, popote ulipo, utapata huduma kwa haraka na kwa usahihi. Mpendwa mtazamaji wangu, tutaonana katika video nyingine.